Moja kwa moja basi, mwili wa Papa Francis aliyeaga dunia Jumatatu ya Pasaka umewasilishwa leo katika kanisa la St. peters Basilica ambapo utasalia kwa muda wa siku tatu ili kuwapa nafasi waumini wa Kanisa Katoliki na raia wengine ulimwenguni kupata nafasi ya kuutazama mwili wake na kuupa mkono wa buriani. Mwili huo utakuwa katika eneo la St. peters Basilica hadi wakati wa maazishi siku ya Jumaa Mosi. Mwili wa Papa Francis ukiwa umewekwa kwenye jeneza wazi ulibebwa leo asubuhi kutoka kwenye makazi yake ndani ya kuta za jiji la Vatican hadi kanisa kuu la St. Peter's. <muchasana> Makadinali wenye kofia nyekundu, mapadri, mafrateri wanaobeba mishumaa na walinzi wa Uswizi waliovalia kofia walitembea polepole pole hadi kwenye eneo kubwa la uwazi na lenye mwanga wa jua huku kwaya ya kiume ikiimba zaburi na sala kwa Kilatini, kengele kubwa za kanisa zikipigwa. Mwili wa Papa Francis mwenye umri wa miaka themanini na nane ambaye alifariki siku mbili zilizopita katika vyumba vyake kwenye nyumba ya wageni ya Santa Mata baada ya kupigwa na kiharusi ulibebwa juu kwenye jukwaa la mbao na wabebaji kumi na wanne wenye glavu nyeupe na suti nyeusi. Jeneza lilipovuka uwanja wa St. Peter's, umati wa maelfu kadhaa ulianza kupiga makofi mara kwa mara, ishara ya kitamaduni ya kiitaliano ya heshima katika hafla kama hizo. Mwili wake utahifadhiwa katika kanisa kuu la St. Peter's hadi Ijumaa jioni ili kuwaruhusu waumini kutoa heshima zao. Papa Francis ambaye alikaa hospitalini kwa wiki tano mapema mwaka huu akitibiwa maradufu ya nimonia mara ya mwisho alionekana hadharani siku ya Jumapili aliposhangaza mahujaji kwa kushiriki katika hafla ya Pasaka. Papa huyo alifika katika eneo la hafla hiyo akiwa amebebwa kwenye gari lake ndogo nyeupe. Mazishi yake yatafanyika Jumamosi na yatawavutia wakuu wa nchi na serikali kutoka kote ulimwenguni, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump ambaye alizozana mara kwa mara na Papa Francis kuhusu masuala ya kijamii. <muchasana> Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. <muchasana>